Kesho naweza au mtu yote hapa ndani anaweza kesho akaanzisha kwa dalali na hili limepelekea kuanzishwa pia kwa migogoro mingi sana katika sekta ya ardhi. Eneo kuuzwa mara mbili mbili ama jingine, mtu labda dalali huyu kaenda kashachukua advance ya huyu dalali huyu akapeleka nusu kwa huyu dalali... eneo ni hili lakini baadaye mwananchi anajikuta labda amenunua eneo, kumbe eneo hilo hilohilo kama nilivyosema awali limeuzwa na watu. Anayeumia hapa ni mwananchi ambaye ametoa fedha zake, lakini baada ya kuwa ameshaumia, haujui utampata wapi dalali yule, kwa sababu hatuna chombo cha kuweza kuwasimamia madalali katika sekta ya ardhi, na hichi pia kimekuwa chanzo cha migogoro mingi sana katika sekta yetu ya ardhi. Kwa serikali imeona sasa wakati umefika wa kuweza kuanzisha chombo kitachosimamia eh, mawakala wanaofanya biashara ama wanaodili na jambo lolote lile linalohusiana na miliki ili wote wasajiliwe watambuliwe, tuwafahamu na nani anafanya kazi sehemu gani. Tutakubaliana kwa pamoja kwamba uholela umezidi sana katika sekta hii, na ndio maana kila siku mnaona Watanzania wengi wakiwa wame, wame, wamepoteza fedha zao nyingi kwa sababu ya kutokuwa na chombo kama hichi lakini sasa tupo katika hatua za mwisho kabisa za kuhakikisha tunakuwa tuna chombo ambacho kita kitawasimamia, lakini kuwalinda watanzania walio wengi ambao wananunua ardhi ama wapo katika sekta ya biashara.